Hapo zamani za kale kulikuwa na kijiji kidogo kilichojengwa kando ya msitu mnene ulioitwa Msitu wa Siri. Kijiji kile kiliongozwa na mila na hekima, na kila jioni watoto walikusanyika karibu na moto kumsikiliza babu mzee Juma, aliyekuwa na ndevu nyeupe kama pamba na macho yaliyobeba hadithi za miaka mingi. Siku moja babu alianza kusema, enyi wajukuu zangu. Leo nitawaambia hadithi ya mbegu ndogo iliyobadili maisha ya kijiji kizima. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Amani, yatima aliyekuwa maskini lakini mwenye moyo mwema. Amani aliishi kwa kufanya kazi ndogo ndogo kwa wanakijiji. Siku moja alipokuwa akikusanya kuni msituni, alikutana na mzee asiyejulikana aliyekuwa amechoka na mwenye njaa. Amani bila kusita alimpa chakula chake cha mwisho, kipande cha muhogo na maji kidogo. Mzee yule akatabasamu na kumwambia, kwa wema wako nakupa hii mbegu, ipande kwa uaminifu nayo na itakuletea baraka. Mbegu ile haikuwa ya kawaida, ilikuwa ndogo na ya rangi ya dhahabu. Amani aliipanda karibu na nyumba yake. Kila siku alimwagilia, akaizungumza kwa upole na akaendelea kuwa mwema kama kawaida. Baada ya muda, mti mkubwa ukamea, ukiwa na matunda ya ajabu lakini cha kushangaza zaidi, kila mtu aliyekula tunda lile alipata kile alichostahili. Mwema alipata furaha, mwongo alipata aibu, na mchoyo alijifunza kushiriki. Habari za mti zikaenea na watu kutoka mbali wakaja. Kijiji kikapata heshima na amani. Amani hakujivuna, aliendelea kuwa mnyenyekevu. Siku moja yule mzee akarudi, akageuka kuwa roho wa msitu, akasema: uaminifu na wema ni mbegu zikikuzwa huzaa dunia bora. Babu mzee Juma akanyamaza, moto ukipiga cheche, kisha akasema: Kumbukeni wajukuu zangu, mali si utajiri wa kweli, tabia njema ndiyo urithi wa kudumu. Watoto wakatikisa vichwa, wakijua kuwa walipokea somo la maisha, si hadithi tu. Maadili ya hadithi: wema hulipwa, hata kama si mara moja. Uaminifu hujenga heshima na amani. Unyenyekevu ni taji ya hekima. Moto ukazimika taratibu, lakini simulizi ikaendelea kuishi mioyoni mwao.